Kwa takribani miaka mitatu tangu kuanza kwa vita vikali zaidi barani Ulaya tangu kumalizika kwa Vita Vikuu vya Pili vya Dunia mwaka 1945, hatua ya kwanza kuelekea mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Ukraine na Russia imepigwa Ijumaa hii mjini Istanbul. Kwa mara ya kwanza tangu Machi 2022 mwezi mmoja baada ya Russia kuivamia Ukraine. Wajumbe wa nchi hizo mbili wamekutana ana kwa ana katika kasri ya kihistoria la Ottoman lililopo kando kando ya Bahari ya Bosphorus, chini ya usimamizi wa Uturuki na kwa msukumo wa Marekani. Ingawa hakukuwa na salamu za mikono, na wajumbe wa Ukraine wakiwa nusu yao wamevalia sare za kijeshi kuashiria kuwa taifa hilo lao bado lipo vitani, mazingira ya mkutano yalikuwa ya kipekee. Chumba cha mazungumzo kilipambwa kwa bendera za Ukraine, Russia na Uturuki, kila nchi mbili pamoja na maua mengi. Hali iliyotofautiana kabisa, uharibifu wa miji na makaburi yanayoendelea kushuhudiwa nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje ya Uturuki, Hakan Fidan, aliwaeleza wajumbe kuwa wanakabiliwa na njia mbili, moja kuelekea na amani na nyingine kuelekea maangamizi zaidi. Hata hivyo, mazungumzo hayo yaliyodumu sio chini ya masaa mawili yaligubikwa na tofauti kali za kimtazamo. Kwa mujibu wa ofisa mmoja kutoka Ukraine, Russia iliwasilisha masharti mapya ambayo hayakubaliki, ikiwa ni pamoja na kuitaka Ukraine kuondoa majeshi yake kutoka maeneo makubwa ya ardhi yake ambayo kwa sasa imevamiwa na udhibiti wa Russia. Ukraine ilikataa masharti hayo ikisisitiza kuwa hayawezi kuwa sehemu ya masharti usitishwaji wa mapigano. Pamoja na kutofikiwa na makubaliano kuhusu kusitisha vita, pande hizo mbili zimekubaliana kubadilishana wafungwa wa vita elfu moja kwa kila upande hatua iliyopokelewa kwa matumaini na watu wengi, hususan familia za waathirika. Nukuu, kwa familia elfu moja za Ukraine, hii ni habari nzuri sana katika siku ngumu sana, alisema naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Sahi Kisisia. Waziri wa Ulinzi Rustem Umerov ambaye aliongoza timu ya Ukraine alithibitisha kuwa kubadilishana kwa wafungwa kutafanyika hivi karibuni, ingawa hakutaja tarehe maalum kwa sababu za kiusalama. Umerov waliongeza kuwa hatua inayofuata inapaswa kuwa mkutano wa ana kwa ana kati ya Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Rais Vladimir Putini wa Russia, akibainisha kuwa nukuu, mazungumzo ya ngazi ya juu yanaweza kutoa mwanga mpya katika kutafuta suruhu ya kudumu, mwisho wa nukuu. Kiongozi wa ujumbe wa Russia Vladimir Medinsky ambaye pia ni mshauri wa rais Putini, amesema kwa ujumbe wa Russia nukuu umeridhika na mazungumzo hayo na uko tayari kuendeleza mawasiliano, mwisho wa nukuu. Kauli hiyo inakuja saa chache baada ya wizara ya mambo ya nje ya Russia kumkashifu Rais Zelensky kwa kumuita mcheshi aliyefeli, hali inaonyesha uhusiano mbaya uliopo kati ya viongozi hao wawili. Hata hivyo, wachambuzi wa kimataifa wameonya huenda Russia inatumia mazungumzo haya kama mbinu ya kununua muda na kupunguza shinikizo la kimataifa. Hususani linalotoka kwa Umoja wa Ulaya, tayari umoja huo umetangaza kuwa uko katika maandalizi ya raundi ya kumi na nane ya vikwazo dhidi ya Russia. Kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna kitakachobadilika hadi yeye mwenyewe akutane na Rais Putini. Akiwa ndani ya ndege yake ya Rais ya Air Force One, Trump alinukuliwa akisema, "Hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putini tukutane." Mwisho wa nukuu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wakuu wa mataifa hayo mawili ni muhimu sana, lakini maandalizi ya mkutano huo yatahitaji muda wa kutosha. Kwa sasa matumaini ya amani bado yapo hewani, huku macho ya dunia yakielekezwa kwa viongozi wa pande hizo mbili, wakisubiri kuona kuwa kama mkutano wa Istanbul utakuwa mwanzo na mwisho wa vita au hatua nyingine ya kisiasa isiyo na tija. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo unaoendelea kati ya Ukraine na Russia.